Karibu mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV. Kwa siku ya leo tutajifunza jinsi ya kuweka dawa za minyoo kwenye bata ili kuwakinga bata hawa wasiweze kupata minyoo. Kwa kama tunavyoangalia katika katika skrini yako hapo ina maana hiyo ni dawa ya, ya minyoo na hayo ni maji ambayo tumeandaa kwa ajili ya kuzipa bata wetu. Kwa hiyo cha kwanza kabisa unachukua dawa yako, hiyo ni dawa ya unga. Kwa hiyo kuna dawa zipo aina mbalimbali, kwa hiyo dawa hii ni dawa ya unga. Unachukua dawa ya unga hiyo nauta katika kijiko kulingana na maelekezo ambayo ya mtengenezaji ni kwenye karatasi hapo. Kwa hiyo hapo unachanganya dawa yako ya unga kwenye kijiko hapo, tuna shumu kama ni gramu tano kwenye maji lita kumi, unaweka hapo. Ukishaweka maji kama unavyotazama, ina maana baada ya hapo tunachanganya, unachanganya dawa yako hiyo ya minyoo maana bata natakiwa tuweze kuwatibu tuweze kuwakinga dhidi ya minyoo ili tuweze kupata mafunzo na tupate mavuno mazuri. Kwa hiyo unachukua maji yako hapa, kama unaangalia kwenye screen yako. Then baada, um, ya hapo unaenda kuweka katika katika vitu vyako vya kunywa maji. Ina maana kwamba kwa sisi, unapoangalia kwenye huyo uchanja hapo, hayo ni maana nilii ni mabeseni hayo ni mabeseni ambayo yapo kwa ajili ya kulishia bata wetu. Tuna beseni kwa ajili ya kuogea, unaweza katia maji mengi humo kwa ajili ya kuoga. Pia kuna mabeseni mengine ambayo yote hayo yu tuliyasafisha kabisa tukayakausha. Kuna mabeseni hayo kwa ajili ya maji ya kunywa. Kwa hiyo kabla hujachanganya dawa yako ya dawa ya minyoo, ina maana lazima uandae mabeseni au vile vyombo ambavyo basi wanatumia kunywea maji na kulia chakula, lazima uvisafishe uwe visafi. Vinapokuwa safi, ni maana pia unaruhusu vyombo vyako kutokuwa na wadudu. Ina maana kama tunavyofahamu kwamba bata ni wanyama, bata wana roho na bata wanaugua. Kwa hiyo lazima utengeneze mazingira ya usafi katika vyombo vyako vya kulia. Hivyo ni vyombo vya kulia na vyombo vya maji ambavyo leo tutaweka maji yetu ambayo tumechanganya kama tulivyoangalia pale awali, tulichanganya na dawa za minyoo kwao. Tunaweka maji yako kwenye vyombo vyako vyote vya kunywea pamoja na vya kulia, kwa hiyo yale maji yote ambayo tulochanganya kulingana na tulivyoelekezwa na mtaalamu wetu wa mifugo. Tukiwa tunaendelea, mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, ina maana hapo tayari maji yetu ambayo yametiwa dawa za minyoo tumeshatia kwenye vyombo vile vyote. Kwa hiyo hapa sasa tunachukua chakula, hizo ni chakula ambacho kimechanganywa kime vizuri kwa ajili ya malisho wanini, ya nini ya bawa bata, kwao tunachanganya chakula, ina maana kwamba ili, ili bata waweze kunywa maji vizuri yale andakua pia waweze kula na, wale, wale na chakula atakapokuwa kula chakula lazima atakuwa anakunywa maji, anakutana na yale maji ambayo tayari tumeyaweka nini, tumeweka dawa ya minyoo au tumeya diworm na hayo maji, maji, kwa kwa maji yote ni yale maji tulochanganya kule awali, kama unaoona nifuatilia toka mwanzo ambayo yana dawa za minyoo. Unajua kutia dawa ya minyoo nyingi, tia dawa ya minyoo kulingana na maelekezo yaliyoelekezwa na mtaalamu au na, na mtengenezaji wa niliwa mtengenezaji wa wa, wa hiyo dawa. Kwa sasa hizi ni hatua, kuna kufungulia bata wetu. Kwa bata wetu tunawafungua ili kusudia wabata waweze kuja kula chakula sasa unavyoangalia bata utatoka nje utakuja kula chakula na utakunywa maji. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, kuna umuhimu sana wa bata wako kuweza kuwapa dawa za minyoo, kwani kitaalamu unashauriwa kila baada ya wiki nne ua bata wako waweze kuwapa dawa ya minyoo. Dawa ya minyoo ina faida kubwa sana. Faida ya kwanza, dawa ya minyoo inasaidia kwanza unaongeza uzito kwenye bata na pia inasaidia bata kuweza kutaga mayai yaliokuwa vizuri yakuwa na rutuba, yaliokuwa vizuri yakuwa na rutuba, na pia inaongeza afya ya bata wako, kwa sababu bata kama usipokuwa unawapa dawa za minyoo, ina maana ile minyoo inaenda kuathiri makuzi na makuaji ya bata wako. Kwa bata wako wanakuwa hawakui, hawaongezeki kilo, hawatagi kwa wakati, na wala hawatapata matunda kama ulivyokuwa mfanyaji umejikadiria. Kwa bata wameamka saizi asubuhi wanafurahia hapo, wanacheza cheza, ila baadaye kama unavyoangalia kwenye TV yako hapo, ina maana kuna wengine wanakunywa maji, kuna wengine hapo wanakula chakula, wanakunywa maji, wanakunywa maji wanakula chakula. Na maji hayo, ina maana ndo yale maji yaliokuwa yatiwa dawa ya minyoo. Kwa hiyo ina maana, kwa hali kama hiyo, tunatarajia kupata mavuno mazuri ya bata. Kama tunakumbuka kwamba kwa sisi tunaanza na ufugaji wa bata sita na mpaka mwisho wa siku tutawabata hawa sita watazaa ambayo inaruka kwa wiki mara moja kielezea hatua kwa hatua jinsi gani ya kulea bata. Na kwa jinsi gani utaanza na bata wako wachache kulingana na eneo lako na kupata mavuno makubwa. Kwa hiyo kwa video hii kama tulivyosema pale awali ni video ambayo inahusu uwekaji wa dawa za minyoo za ba, ya bata ambazo tunaweka kila baada ya wiki nne. Kila baada ya wiki nne tunaweka dawa za minyoo ili kuwakinga bata dhidi ya minyoo na kuwatibu. Maana dawa hiyo inatibu na inakinga bata asiwe na minyoo. Kama tulivyokumbuka kwamba bata anakula anakula matope, anakula michanga michanga na kwenye michanga pia kuna kuna minyoo. Kwa hiyo inakuwa ni mbepesi sana bata hawa kuathirika na minyoo. Kwa hiyo waendakuwa bata wako wakinya na minyoo kama hivyo. Kwa bata wetu wanafurahia, wanakula mpumba, kuna dawa za minyoo na wana maji ya dawa za minyoo. Nashukuru sana, naomba weza kutufuatilia.